Itakuwa hivyo kwa sababu Biblia inasema Daudi anasema hajawahi kumwona mwenye haki ameachwa, wala uzao wake, wala uzao wake ukipata division four, wala wala tu. Biblia inatuambia watoto wetu watakuwa ni vichwa, alafu watoto wetu watafundishwa na Bwana, sio sisi, si kwa kujigeti, tukiangalia wengine tumeishia darasa la pili. Sasa mtoto anapataje division one single digit? Ni Bwana, watoto wetu watafundishwa na Bwana Hallelujah. Amen. Amen! Watakuwa vichwa walasomikia na inapofika hivyo, mtumishi wa Mungu, hii Jumaa alitufundisha vizuri hapa, kwenye neema hakunaga kujitahidi kwenye neema Hallelujah. Amen. Amen! kwenye neema hakunaga CV, ni neema, kama neema inajipambanua

Wasifiwe, haleluya. Ninaruka hapo, Biblia inasema baada ya kuambiwa hivyo, Isaka akafanya nini? Akakaa pale Gerari. Ninaruka, ninasogea mstari pale chini wa kumi na nane anasema hivi okay, kumi na saba Basi Isaka akatoka huku, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. kumi na nane Isaka akaanza kutekeleza, akaanza kufanya kusu la wito kusudi la Mungu kumwambia baki Gerai. Anasema Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akaviita majina kufuatana majina alivyoviita baba yake. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Mahali ulipo kuna visima vimefukiwa, ni wewe wa kuvichimbua. Viko visima vya babu zetu, vya bibi zetu, vya ndugu zetu. Kuna huduma, kuna karama, kuna talenti, kuna vipawa viko ndani ya mtu ambavyo ukiviangalia unavikuta ni laini za kwenye ukoo wa familia yako, lakini watu wabaya kwa kusudi uvichimbue. Bwana amekuacha kwa kusudi uvichimbue, uwe ni sababu ya watu wengine kuja kuteka maji kwenye hivyo visima, uwe ni sababu hunaeiw wa iko sababu Mungu haraga vitu kwa sababu tu vimekuwa, kwa sababu? Hapana, iko sababu ya Mungu kukuacha mahali hapo, ili uvichime visima ambavyo wengine wamejaribu wameshindwa, kwenye familia wengine kwa sababu Mungu amekuweka hapo kwa kusudi. Yeye yaliyoshindikana kwa wengine, wewe mtoto wa agano la, la Kristo utavifanya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaruka tena Mithali 22 anasemaje ule mstari wa 29. Na mtu hajafika anazungumza, anasema je, wamwona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme. Hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Kuna watu wanahitaji kusimama mbele ya wafalme hapa. Amin. Kuna watu wanahitaji kusimama mbele ya watu wenye vyeo, sifa ya mtu wa namna hiyo ni mtu mwenye bidii. Bidii inakufanya usimame mbele ya wafalme. Bidii inakufanya usimame mbele ya watu wenye vyeo, alafu nasi... katika maisha ambayo kabisa yanapingana na neno la Kristo Rumi anasema wana bidii katika Mungu lakini si katika maarifa. Kumbe kuna bidii ambayo yenye kutufanikisha ni ile bidii ambayo ndani yake kuna maarifa. Unafanya jambo pasipo kuchoka wala kukata tamaa ukiwa una maarifa. bidii ni juhudi. Kwa unapokuwa na juhudi kwa ajili ya Mungu, lazima maarifa uwe nayo. Ndio maana wengine wana juhudi katika Mungu, wanaozungumzwa kwenye Rumi kumi hapo, wanaingia kwenye mfungo, wanamaliza mfungo, wanatoka ni wagonjwa. Wengine wanaenda kwenye makambi ya maombi, makambi ya maombi yanapotoka, tunasikia mauti. Wengine wanaingia kwa ambako si katika maarifa, wanatoka na vidonda vya tumbo. Asijamaanisha kila mwenye vidonda vya tumbo amefunga maombi, sio kwa ya maarifa. Sio lengo la ila, najaribu kuonyesha ukiwa na bidii nchi ya maarifa hawezi kutoboa. Tunahitaji tuwe na bidii katika kumjua Mungu, kumtafuta Mungu, tukiwa na maarifa, bidii katika kazi tunazofanya, una bidii lakini katika maarifa ili uweze kufanikiwa.